Mtazamaji wa Clouds TV, hapa tupo katika kata ya Qash. Tumekuja kumtembelea ndugu yetu huyu anaitwa Kentigan, mkazi wa eneo hili la kijiji cha Orngadida. Yeye amepata umaarufu mkubwa kupitia posti ya Clouds TV kwenye ukurasa wetu wa mitandao ya kijamii Instagram, baada ya taarifa ile ambayo tuliposti ikihusisha tukio baya la mauaji ambalo lilitokea hapa katika kata ya Cash siku chache zilizopita. Watu wengi waliguswa na hali yake ya kiafya. Sisi kama Clouds tukasema, kwa nini tusimtafute huyu bwana ili kujua namna ambavyo maisha yake yalivyokuwa, lakini pia changamoto kubwa ambayo imekuwa ikimkabili sasa. Niko na ndugu yetu hapa ambaye anafahamika kwa jina la Kentigan, baba wa watoto wa tano, eh, lakini pia na mke mmoja mfugaji pia mdogo, mjasiriamali ambaye amekuwa akifanya shughuli zake za hapa na pale ili kujipatia kipato. Tutazungumza naye mengi kuhusiana na namna ambavyo afya yake ilivyokuwa, changamoto gani anazipata, lakini pia vipi kuhusiana na matibabu yake ili kurejea katika hali ya kawaida. Uh, ile siku ya lile tukio uh, nini kilikusukuma mpaka ukakimbia kwenda kutazama ah, lile tukio, yule aliyeuawa? Hmm, ni kama shemeji yangu, ina maana ambaye kaka yake alioa kwetu. mm. e, mtoto wa babake mdogo. Kwa hiyo ikawa imenigusa sana, ikasema acha nichomoke nikashuhudie ni kweli ama sio kweli. Mm. E, na ndicho kilichonipeleka kule. Ulitegemea pengine kamera zingekuona na Watanzania wakatamani kujua habari zako? Kwa kweli wazo hilo lilikuwa halipo kabisa kas mm. e, lakini kwa kuwa Mungu ni mwema, kwa kweli nimefika hapo na kamera zikanipitia na kunirusha kwenye mitandao ya kijamii. Watanzania kupitia Clouds TV, Clouds Media kwa ujumla wanakutazama hivi sasa, ambacho wanatamani kufahamu ni hali halisi ya maisha yako. e, ndugu mtangazaji, kwa kweli hali yangu ya mwanzoni nilikuwa vizuri sana, hata nilipokuwa shuleni. Tuanze majina kwanza, unaitwa nani, mkazi wa wapi, miaka ya yako? Kwa jina anaitwa Kentgan Bruno Laurent. mkazi wa kijiji cha Orongadida kata ya Qash kitongoji cha Migungani. Manaake, hali yangu kama mnavyoiona, nimejaribu kuzunguka zunguka kutumia dawa za asili imeshindikana, mm. Nimetumia tumia sana, kwa kila mtu anayeniona anasema hebu jaribu dawa hii na jaribu jaribu, dawa hii na jaribu, lakini mafanikio hakuna. changamoto hasa ni nini? <laughs> changamoto kwa kweli kwa ina maana yani, kwa mara ya mwisho nilienda mkoani mwezi wa tisa tarehe kumi na mbili. Mm -hmm. Tatizo liko sio ndio, kwenye ngozi nashindwa kuelewa. Yaani chanzo kabisa, unaona hapa. mm -hmm. E, chanzo kabisa nikiwa shuleni mm -hmm. tatizo lilianza ni kuna tezi lilitokea hapa. E, sasa same time unavyoendelea kukua mm -hmm. na ngozi inabadilika inabadilika. mm. Inabadilika inabadilika inabadilika. Na maana mm -hmm. ni mwili mzima kwa kweli umeharibika Mm. Na kuathiri vipi wewe kupata kufanya kazi na kujipatia kipato? mm -hmm. si, sometimes yani, na niuma kama mgongoni nakuta yani ni jamii ya tezi kabisa likiguswa na kitu hivi au kama nimebeba mzigo ikandamizwa hivi, linauma utafikiri umepigwa shoti umeme. Mm. Sasa kazi sometimes yani nashindwa kwa kazi kweli. Mm. Kazi siwezi kabisa. Uliniambia ni baba wa familia watoto wa tano, yeah. Unawamudu vipi kusimamia na kukidhi mahitaji yao? e, kwa kweli ni ndugu na jamaa kama wadogo zangu huwa wananipa support kidogo, kunisaidia kama vile shule na nini. mm. Eh, wananipa kampani mm. Eh, ulishawahi kufahamu pengine gharama halisi ya matibabu yako? Aa, kwa kweli sijafahamu. Baada ya kupewa rufaa ya kwenda KCMC nikajua ni hela ndefu sana. mm. Eh, labda uliambiwa ni kiasi gani? <laughs> Kwa kiasi hawajaniambia kwa kweli. mm. Hawajaniambia kabisa gharama na hali yako hii inaku, inakufanya jamii kuone kama mtu wa ajabu hivi e, pengine hali hiyo inatokea? Hapana hmm. wamesha hmm. e, wa nizoea tu, lakini wengi asilimia tisini na tisa wananishangaa sana hmm. e, e, bwana imekuwaje? Naambia ndio hivyo imekuwa hivi imekuwa hivi. Labda kwenye historia ya familia kuna mtu ambaye ameshawahi kuugua maradhi kama haya? <laughs> kwa kweli niliwadadisi hata mamangu nilimuuliza nikamwambia katika ukoo wa kwenu, kuna mtu alikuwa na matatizo kama haya? Akasema kwa kweli hakuna. Babangu pia naye nilijaribu kumuuliza akasema hakuna, manake matatizo kama hayo sometimes wanakuwaga labda yametoka e, kwenye ukoo fulani, ukoo wa baba au ukoo wa mama, lakini wanasema kwao hakuna pengine hmm. E, katika uchunguzi wa awali uh, madaktari walikuambia ni nini hasa? Kwa kweli kwenye uchunguzi awali, kutokana na hali ya kipato, sikuweza mm. eh, pesa. Kama ingekuwa na pesa ningeweza kwenda popote pale, na ningepata maelekezo vizuri zaidi mm. lakini pesa hamna, sasa nitaendaje? Inakuathiri vipi wewe kupata kufanya kazi na kujipatia kipato? mm. <laughs> si sometimes, yani ninaiuma kama mgongoni nakuta, yani ni jamii ya tezi kabisa, likiguswa na kitu hivi au kama nimebeba mzigo ikandamizwe hivi, linauma utafikiri umepigwa shoti umeme. Sasa hmm. kazi kazi anashindwa kwa kazi kweli. hmm. hmm. kazi siwezi kabisa. uliniambia ni baba wa familia watoto wa tano yeah. unawamudu vipi kusimamia na kukidhi mahitaji yao e, e, kwa kweli ni ndugu na jamaa kama wadogo zangu huwa wananipa support kidogo kunisaidia kama vile shule na nini mm. eh, wananipa kampani mm. pamoja na kwamba wewe ni baba wa watoto watano pengine shughuli yako kubwa hasa ni nini? <laughs> Ah, shughuli yangu kubwa ni kama unavyoona hivi tu mm -hmm. nafuga fuga kidogo na nini basi, kwa sababu shamba sina. mm -hmm. Eh, na ugumu wa maisha ukoje sasa kwa upande wako na hali yako uliyokuwa nayo? Ah, ugumu wa maisha ni, yani ni mgumu kuliko maelezo. Eh, ni mgumu sana sana sana. Hebu eh, tuambie namna ambavyo hali yako hii imekuwa ikikuathiri kujipatia kipato. <laughs> hali yangu hii kwa kweli imeniathiri yani, ina maana kazi kazi kama kazi siwezi, kutokana na hali, yani, na yani maumivu niliokuwa nayo kama haya ikikandamizwa na kitu vinaumwa sana. hata huu mkanda niloufunga tu hapa mm. inakandamiza hizi tezi inaniuma sana mm. Eh, kwa kweli ni mwili mzima, ni mwili mzima mimi, kani kuna shida bwana, unacheki bwana panaongezeka inaongezeka inaongezeka siku hadi siku yani, anabadilika hata mtu anayeshangaa, bwana, ikuaga hivi bwana, ikuaga hivi. Takriban miaka mingapi hali hii imekuwa ikikukabili sasa? Si chini ya miaka thelathini na tano inafika, mimi sasa hivi na miaka hamsini na saba. Kama ambavyo tumezungumza na bwana Kentigan, ambaye ni mkazi wa hapa katika kata ya Qash, ametueleza namna ambavyo maradhi yake yalivyokuwa yakimsumbua mpaka hii leo. Nitakriba ni takriban miaka zaidi ya thelathini akiwa anakabiliwa na maradhi haya. Watanzania kupitia Clouds TV, Clouds TV Media kwa ujumla wanakutazama hivi sasa, ambacho wanatamani kufahamu ni hali halisi ya maisha yako, pengine ni msaada wa namna gani ambao unauhitaji ili hali yako irejee katika hali ya kawaida na uendelee na shughuli zako. Ah, kwa kweli mimi si nitawapangia msaada, atakaye nipa atakavyoguswa yeye anisaidie tu, eh maana yake si sitaweza kumwambia bwana nisaidie kiasi fulani, kiasi fulani hapana. E, kama ameguswa na kutokana na hali yangu, na muombe Mungu tu anisaidie. Eh, ni hicho tu. Kwa upande wa masiliano yangu, watu wenye mapenzi mema, lakini simu hii ni ya mama eh mama ndio mimi na mimi ndio mama kwa mm, hiyo -hmm. wanaweza kunisaidia tu, ili nitoe namba, namba zao, namba za mama hizi, za mke wangu mm -hmm. sifuri sifuri sita nane tano thalathini na nane tisini na mbili kumi na nne mm -hmm. jina litatokea Rosalia Hari eh.